Na ndugu mtazamaji wa Zahmid TV. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eid Mubarak, hali gani? Karibu leo, tuko katika nchi ya Moroko katika mji wa Rabat, tukiangalia au tukiuliza watu mbalimbali kuhusiana na swala zima la siku hii ya Eid wameiona vipi, vipi, na wataisherekea vipi. Ungana na mimi ndugu yako Abdulaziz Hilal kuanzia mwanzo mpaka mwisho tuangalie watu wa Rabat wanaishangilia vipi siku ya Eid. Zahmid TV

Naam. Na, ili sasa hivi naona no, tunataka vyenyewe katika kupata futari ya idi inshaallah, pia naskuru Allah subhanahu wa ta'ala idi iko vizuri alhamdulillah. Sasa Sheikh Sandi bwana, unaweza kutupa tofauti kidogo ya kati ya Tanzania na Morocco moroko, ili inakuwa kwa vipi? Tofauti kuna tofauti yoyote au mambo ni yale yale? Tofauti so, lazima iwepo, kwa sababu Tanzania ni Tanzania, wana desturi zao, na, na, na hapa wapa Magharibi wana desturi zao sasa kwa kuwa nataka ndo tuanze hii asubuhi hii mpaka ikifika jioni, tutaona utofauti to, to, lakini utofauti kama uwepo, naomba nikupe swali dogo tu. Kwa mfano ikatokea mtu akakupa sahani ambayo unaambiwa bwana, ulichagulie chakula ambacho utakipenda wewe, ungeweka katika ungeweka nini na nini katika sahani ile, katika sahani ile? Sadi siku zaidi e, leo kwanza, nyama lazima na iwepo, alhamdulillah nyama juisi kama zote, juisi e na matunda mm. naam, naam, naam. Matunda gani ambayo unapendelea kula katika siku ya Eid? Kwanza ndizi, machungwa, maepo na kadhalika na kadhalika. Sasa tungeomba utoe utoe salamu angalau kwa watu wawili ambao wako Tanzania ambao ulitamani uwe nao, lakini siku ya leo kwa mujibu wa muktadha hauko nao kabisa. Namtakia salamu mbangu kipenzi ambaye anapatikana sasa hivi Mbagala kuu pale Dar es Salaam. Mwenyezi Mungu amweke amjalie. Salamu salamu natakia ndugu zangu wote Dar es Salaam na na na na Tanzania, Allah wahifadhi sana. Kufikiria mbalimbali mbalimbali za sikukuu ya Eid, kidogo kidogo kubadilisha utaifa, maana hapa hapa nchi nchi nchi Moroko, kuna leo tuko na Sheikh hapa kutoka nchi fulani katika nchi za Afrika.

ni miongoni mwa watu ambao wa wanaishi katika nchi ya Moroko, na huyu shekhe bwana ametoka katika nchi ya Mali Traori, kutoka Mali. Tunaendelea kufuatilia watu mbalimbali watueleze Idi wameifurahia no. wa vipi no? bwana Idi siku ya furaha no? tuungane katika furaha hii na watu wa Moroko insha llah. Naam ndugu mtazamaji wa Zahmid TV tunaendelea kupata dondoo mbalimbali za sikukuu ya Eid katika nchi ya Moroko na tuko na raghi mwingine hapa, atajitambulisha mwenyewe, atuambie ameiona vipi sikukuu ya Eid. Asalamu alaykum wa wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh bwana tungeomba kwanza kufahamu majina yako kwanza. Niko kwa majina yangu naitwa Hussein Maulid Hussein. Naam. Mimi ni mwanafunzi katika hiki kituo cha Muhammad Mahadi Mm. Kutokea Tanzania. Ah. Sheikh bwana tunaomba kidogo kushirikiana wewe katika masuala mawili mawili kuhusiana na swala zima la Moroko, ya siku ya Eid. Hivi wewe binafsi yako Eid umeionaje katika nchi ya Morocco? Alhamdulillah. Siku ya Eid hapa Morocco siku iko vizuri mazingira yake tofauti na jinsi ulivyozoea kwa Tanzania. Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo tulioyaona tofauti na nyumbani huko, lakini yaliyo mengi ni mazuri tu mabaya, yaliyo mengi ni mazuri. Alhamdulillah. Labda, unaweza kunambia ni kipi ambacho ni kizuri zaidi ambacho umekipenda katika nchi ya Morocco katika siku ya Eid? Ah, katika vitu ambavyo umevipenda ni vitu vingi, lakini mmoja wapo ni katika aina ya chakula. Aina ya chakula. Aina ya chakula, kuna vitu vyao kidogo ni tofauti na vya kwetu ambao tulikuwa tumeshavizoea Tanzania. Labda katika masuala zima ya chakula haya, kwa mfano, katokea mtu bwana akwambia bwana, Sheikh Hussein, nataka nikupe sahani ambayo imesheheni vyakula, ungechagua vyakula gani katika sahani hiyo? Ah, kutokana na utamaduni wetu kiukweli, ningetamani kupata pilau nini, lakini kutokana na hali yenye jinsi ilivyo, maana yatakikana uh -huh. Kila mtu abadilike kutokana na mazingira, kwa hiyo inshallah chote kitakavyokuja fresh, lakini ka pilau kidogo, kana noga, pilau ya noga, pilau nyama, pilau mbuzi, pilau pilau, nini, pilau samaki, pilau pilau la nyama akuku, shekhe pilau la nyama ya kuku shekhe, ndio basi shekhe. Shekhe, tunaomba utuambie tofauti moja mm, kati ya uh, Tanzania na Morocco katika swala lazima la sikukuu ya idi. Utofauti uh, upo kidogo, utofauti wa hapa na kwetu kidogo. Utaratibu wa wakipangilia jambo mm, la kwenda katika muda ambao uliopangwa kuambia jambo ni saa moja na nusu, saa moja na nusu hiyo hiyo tofauti na kwetu, wanaweza kuambia kwamba salaidi utasali saa mbili na nusu lakini sabi na nusu, ili kifika hasa ni mda huo, anp ai p wakipanga naaafupi washerekee Eid yao vizuri sana ah. Kwa mimi kwa salamu zangu, kwanza salamu zizo zaheri kwanza washerekee Eid katika misingi ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wamefundisha mm. Sahih. Watu wanajizuia sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani wanajizuia, yeah, kufanya mambo mbalimbali, lakini deo, cha ajabu na nashangaa siku ya leo, siku ya furaha, siku ambayo natakikana mtu akae amkumbuke Allah, azidishe sana kufanya takbir, lakini watu wanasahau mambo haya. Watu ay sana sana kuwaza eh, kwenda katika viwanja tofauti vya anasa yeah, no, mwisho wa siku wanasahau lengo na makusudio ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi ningewaasa kwamba katika siku hii ya leo wale vizuri washerekee vizuri, lakini katika mtindo ambao Mwenyezi Mungu na Mtume wake wanaridhia, wasisherekee katika njia ambayo Allah anamtukiza eh, ni salamu zangu ndio hizo hapo. Hizo ni salamu Sheikh Hussein kutoka Morocco kuelekea kwa ndugu mtazamaji uliokuepo Tanzania na nchi yote uliokuepo ndugu mtazamaji wa Zahmid TV. Tulikuwa tunafanya tudondoo fupi kuhusiana na sherehe ya sikukuu ya Eid al-Fitr katika nchi ya Moroko. Tumeongea na watu mbalimbali mbali, lakini pia wewe ndugu mtazamaji ni moja wa mdau wetu, tunaomba utuambie katika sikukuu hii ya Eid ni kipi ambacho ni cha maana kwako wewe ambacho umekifanya au ulipenda ume, uwe nacho na haukuwa nacho katika siku ya Eid? Unaweza kutuambia katika comment section ya hapo. Lakini pia ndugu mtazamaji wa Zahmid TV, usisahau kusubscribe channel yetu pendwa kabisa Zahmid TV, kulike na kushare kwa watu mbalimbali, alimradi kupata dondoo mbalimbali ya ya sikukuu ya Eid ambazo zinaendelea katika nchi ya Moroko. Ulikuwa na hii moja kwa moja ndugu yako Abdul Aziz Hilal, kutoka nchini Tanzania mpaka Moroko hapa kuja kuangalia Idi inaendelea vipi katika nchi ya Moroko. Ungana na mimi katika vipindi vijavyo, insha allah, wa billahi taufiq. Idukum mubarak, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahmid TV.